Jina naitwa Abdi Hamadi, ni mkazi wa kijiji cha Kimara Kiru. Mimi na wenzangu tuko nane, tulifanya kazi kwenye mradi wa REA ambayo sasa hivi jina linaitwa, naona kama jina limebadilika, si nakro nakro hivyo ikiwemo <coughs> kwenye mkuu wa ile kazi ni Lusinde, na tukakubaliana, akiwemo msimamizi yake bwana Pita, kwamba tumepewa kazi kuanzia kuchimba mashimo mpaka kufikia kusimamisha nguzo mpaka kufikia kufunga poromeriki zile kumaliza poromeriki tukafunga waya tukamaliza waya kwanza namastei mule tukamaliza kila kitu. Sasa tumemalizia kufunga zile jamba. Sasa kwenye malipo sasa, Lusinde tukapewa namba yake tumpigie kwa ajili ya malipo. Kwa hiyo yule akatwambia hamna shida, na walipe Ijumaa. Ijumaa paka leo tumpigia simu apokei, na wala ndio hivyo, wote hawaonekani. Sasa tukasema kwa msaada zaidi kimbilie kwako, hakuna sehemu nyingine. Kwa utaratibu ulivyo, mkandarasi anatafuta wafanyakazi wake wa kufanya hizo kazi za saiti, na kisha wapata anapaswa awalipe. Kama yeye mwenyewe alivyoeleza, huyu Lusinde sio mfanyakazi wa TANESCO, ni mtu aliyowapa kazi labda. E, kwa upande wa TANESCO tutashirikiana na ofisi yako tuweze kumpata huyu Lusinde labda na msaada wa Jeshi la Polisi ili huyu Lusinde awalipe akisa. Mtamsaka popote alipo aje kuleta pesa za wananchi wetu wa Babati na TANESCO, kama ulivyosema mtashirikiana na Jeshi la Polisi na ofisi yangu kuhakikisha kwamba tunampata na nielekeze kwamba ili lifanyike haraka iwezekanavyo, kwa sababu nyinyi mikataba nawapa na nyinyi ndio mnawasimamia kwa hiyo mtusaidie kumleta Lusinde ili aweze kuja kulipa fedha za watu. Mnamdai kiasi gani? Mnamdai bei gani, Mheshimiwa? Kazi ya jumla kilomita mbili na nusu tulikubaliana milioni mbili peke yake. Kwa hiyo mnamdai milioni mbili? Ndio. Sasa mimi sitaki wakandarasi matapeli kwenye wilaya yangu. Huwezi kuondoka na milioni mbili za wananchi. Na huyo Lusinde anapatikana wapi, Mheshimiwa? Tukitoka hapa tutawasiliana na mkandarasi ambaye anaitwa Nakurodi huyu na Kuroi yeye ndo ataweza kutupatia Lusinde ambaye alimpa hiyo kazi. Kwa hiyo tutaifikisha taarifa kwako na kwa jeshi la polisi. Nyinyi mmemaliza kazi tarehe kumi na mbili mwezi wa tisa si ndio? Hapa anasema amekuja kukagua kazi, nyinyi mmemaliza, lakini amekuja kukagua tarehe kumi na mbili na kujiridhisha kwamba kazi imekamilika, ndio, na amekiri kweli kwamba mnamdai milioni mbili, ndio na ahadi yake ni kwamba tarehe kumi na sita mwezi wa tisa pesa itakuwa imeshalipwa. Tarehe kumi na sita, si kumi na tisa mwezi wa wangu kumi mwezi wa tisa kesho kutwa, siku ya Ijumaa nafikiri. Sawa sawa sawa, siku ya Ijumaa. Sasa tufanye hivi, utaratibu ni ule ule mtu akishaletwa kwangu kumalipo, atakuja kulipia pale kwangu. Sawa kabisa. Kwa hiyo Mwambie aje pale ofisini na nyinyi njoni ofisini mje mkabidiane pesa zenu kila mtu aende kwa amani. Asanteni, shukrani. Sawa. Sawa. Hiyo tumemaliza. Sawa.